Kamari siku hizi tena si tukio la mara moja kwenye kasino au michezo ya kirafiki ya karata kama ilivyokuwa zamani. Kwa sasa msaada wa teknolojia na mitandao ya kijamii, sasa ni kishawishi cha saa 24 kila siku. Nyuma ya taa zinazong'aa na ahadi kubwa za ushindi, kuna tatizo zito linalokuwa kwa kasi, yaani uraibu wa kamari, tatizo linalovuruga ubongo na kuchochea upendeleo wa kimawazo na mara nyingi kusababisha maangamizi makubwa ya fedha. Katika makala hii tutachambua kinachoendelea kwenye akili ya anayekabiliana na uraibu wa kamari, jinsi mazingira ya kijamii na majukwaa ya mitandaoni yanavyozidisha hali hiyo, jinsi biolojia inavyohusika kwa siri, na cha muhimu zaidi, jinsi msukumo usiodhibitiwa unavyoweza kuharibu maisha ya kifedha. Pia tutajadili njia zinazoweza kusaidia kubadili mwelekeo huu hatari. Sasa ni rasmi, ugonjwa wa kamari unatambuliwa na shirika la afya duniani WHO, kupitia ICD 11, chini ya kundi la matatizo yanayotokana na tabia za uraibu. Hii inaweka katika kundi moja la uzito sawa na uraibu wa dawa za kulevya. Kiini cha tatizo hili ni jinsi kamari inavyoathiri mfumo wa tuzo wa ubongo. Kila ushindi mdogo au karibu na ushindi huamsha utoaji mkubwa wa homoni inayoitwa dopamine kwenye sehemu ya ubongo inayoitwa central striatum. Dopamine ni kemikali ya hisia njema, na katika kamari hutolewa sio tu mtu anaposhinda bali hata mtu anapokaribia kushinda, kama kukosa alama moja tu kufikia jackpot. Humdanganya mtu ubongo kufikiri kuwa ushindi uko karibu, na hivyo kumfanya mchezaji aendelee kucheza zaidi na zaidi. Kadri muda unavyopita, wingi wa dopamine huimarisha tabia hatarishi, huku ukidhoofisha uwezo wa ubongo kudhibiti misukumo na kufanya maamuzi ya busara. Kinachoanza kama burudani kinaweza kugeuka kuwa tabia ya kulazimishwa ambayo ni vigumu kabisa kuiacha. Ubongo wa binadamu unapenda kutafuta mifumo hata pale ambapo haipo. Ndiyo maana wachezaji wengi wa kamari huingia kwenye mtego kwa kitaalamu unaoitwa gambla falas, ambayo ni imani kwamba ushindi utatokea baada ya mfululizo wa kushindwa. Ni mtego hatari unaowafanya waendelee kucheza kwa muda mrefu, kubashiri zaidi, na hata kupata hasara, huku wakiwa hawakati tamaa. Mfumo wa akili ukiongeza upendeleo wa matumaini, imani kwamba wewe una bahati kuliko wastani, na udanganyifu wa udhibiti, fikra kwamba unaweza matokeo ya kubahatisha unapata dhoruba kamili ya kisaikolojia. Upotovu huu wa fikra huathiri udhibiti wa msukumo na kufanya mtu aendelee kucheza hata akijua anapaswa kuacha. Wakati upotovu huu unaungana na msukumo unaochochewa na dopamine, uwezo wa kufanya maamuzi ya busara hupotea kabisa. Tabia ya kamari haiibuki tu bila chanzo. Utafiti unaonyesha kuwa mtu aliyekulia kwenye mazingira ambayo kamari ni jambo la kawaida ana uwezo mkubwa wa kuathirika baadaye. Ikiwa kamari inakubalika nyumbani au miongoni mwa marafiki, inahisiwa kuwa sehemu ya maisha badala ya tabia hatarishi. Wakati huo huo, jamii za mtandaoni kama vile mijadala katika majukwaa ya kubashiri mara nyingi hufanya kamari ionekane ya kufurahisha sana. Ushauri unaotolewa huko mara nyingi huchochea kubashiri zaidi badala ya tahadhari. Utafiti unaonyesha kwamba kasino na tovuti za kubashiri mtandaoni zimeundwa kwa kuwa na mfumo wa kulevya, yaani, ni kama kwa kiasi fulani lewa kiasi kwamba fahamu zako hazifanyi kazi vizuri. Kwa kuweka huduma kama amana za papo kwa hapo, ofa za bonus, picha zenye mvuto na arifa za simu, ni vigumu zaidi kujiweka mbali. Zaidi ya hapo, utamaduni wa mitandao ya kijamii umefanya mambo kuwa mabaya zaidi. Washawishi maarufu kama influencers wengi hutangaza tovuti za kamari au ubashiri wa michezo bila hata hivyo kufichua kilichomo ndani na hueneza propaganda ya ndoto za pesa rahisi, huku simulizi za kushindwa zikifichwa kabisa. Utafiti kutoka Frontiers in Psychiatry unaonyesha jinsi matangazo haya ya mtandaoni yanavyolenga hasa vijana, yakifanya kamari yaonekane ya kawaida na kusisimua na isiyo na hatari yoyote. Hata hivyo, si kila mtu ambaye yuko kwenye hatari sawa. Vinasaba na kemia ya ubongo pia vina nafasi yake. Tofauti kabisa na mifumo ya dopamine na serotonin zinaweza kumfanya mtu awe mwepesi kupata msisimko au awe na udhibiti mdogo wa Aidha, matatizo ya afya ya akili kama ADHD yani attention deficit hyperactivity disorder, msongo wa mawazo yani depression, au wasiwasi anxiety, yanaongeza hatari ya uraibu wa kamari. Kwa wengi, kamari huwa njia ya kutoroka hisia mbaya au suluhisho la muda mfupi linalozidisha tatizo la msingi. Moja ya matokeo mabaya zaidi ya uraibu wa kamari ni kuangamia kifedha. Wakati udhibiti wa msukumo unapopotea, watu huanza kutumia akiba, kukopa kwa kadi za mkopo au hata kuchukua mikopo yenye riba kubwa ili kuendelea kucheza kamari. Utafiti unaonyesha kuwa wachezaji sugu wa kamari wana uwezo mkubwa wa kutumia mikopo ya haraka, kuomba pesa kwa marafiki au familia, au hata kuiba ili waweze kuendelea kucheza ili kufuatilia hasara, yani kujaribu kurudisha kilichopotea. Hata hivyo, huunda mzunguko mbaya wa madeni na maamuzi yasiyo na mpango wa kifedha. Utafiti wa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kutoka chuo kikuu cha Bristol unaonyesha kuwa watu wenye matatizo ya kamari wana uwezekano wa asilimia 51.5 zaidi kuchukua mikopo ya haraka na zaidi ya asilimia 97.5 zaidi kukosa kulipa mikopo ya nyumba ikilinganishwa na watu wa kawaida. Athari hizi hazikomei tu kwa wachezaji peke yake, bali zinaweza kuwafikia hata familia, wapenzi na hata sehemu za kazi kuathirika, hasa pale wanapobeba mzigo wa madeni na msongo wa mawazo. Hata hivyo, wataalamu wanapendekeza njia hizi kama njia za kudhibiti uraibu wa kamari. Kwanza ambayo inapendekezwa ni tiba ya utambuzi na tabia yani CBT. Tiba hii inaonekana kuwa mojawapo ya mbinu bora zaidi katika kutibu uraibu wa kamari. Inasaidia wagonjwa kutambua upotovu wa fikra kama gambla falas na kujifunza mbinu bora ya kudhibiti misukumo na hisia. Mbinu ya pili ambayo inashauriwa ni elimu ya umma na udhibiti madhubuti. Wataalamu wanapendekeza kuwa kuna haja kubwa ya kanuni kali zaidi za kulinda watumiaji wa kamari. Wataalamu kali na majukwaa yanapaswa kukomesha matangazo potofu, kuweka mifumo thabiti ya uthibitishaji wa umri na kuendesha kampeni za uhamasishaji zinazofichua hatari halisi za kamari. Njia ya tatu ambayo wataalamu wanapendekeza ni matumaini kupitia utafiti. Wataalamu wanasema kuwa utafiti mpya unaendelea kuchunguza dawa zinazoweza kudhibiti njia za dopamine ili kupunguza hamu ya kucheza kamari. Ingawa hakuna dawa iliyothibitishwa rasmi bado, lakini sayansi inaonyesha kuwa kuna matumaini mapya ya kupatikana kwa dawa siku zijazo itakayoweza kumzuia mtu kupata uraibu wa kucheza kamari. Kwa kuhitimisha tu, ni kuwa uraibu wa kamari si swala la bahati mbaya au maamuzi mabaya, bali ni ugonjwa halisi wa ubongo unaochochewa na upotovu wa fikra, mazingira ya kijamii na vishawishi vya mitandaoni. Wataalamu wanasema kuwa ukiacho bila kudhibitiwa, unaathiri afya ya akili, uharibifu wa fedha binafsi, mahusiano na hata kuharibu mstakabali wa watu. Kwa kuelewa mlolongo mzima kuanzia nyurolojia yani mfumo wa fahamu wa uraibu hadi athari za kifedha, na kwa kuundwa kwa mikakati bora na yenye huruma, inawezekana kusaidia watu wengi zaidi kuvunja mzunguko huu na kujenga upya maisha yao. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.